Habari, karibu tena kwenye channel yetu na kama ndo mara yako ya kwanza tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lenye background ya nyekundu. Lakini ukishukisha subscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yoyote, kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara mbili mpaka tatu kwa wiki. Kwa hiyo kama hujasubscribe ni rahisi sana kuweza kupitwa na video zetu. Na kwa leo tunaenda kupika pishi rahisi sana. Hii ni mikate lakini tunatumia frampen na jiko la gesi. Ni mikate milaini mitamu sana. Hii ni mikate ya vitunguu saumu inaitwa garlic bread lakini vile vile iko katika muundo wa skonzi. Kwa hiyo unaweza kusema ni mikate ya vitunguu saumu au ni skonzi za vitunguu saumu. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho ni pisi rahisi sana. Hapo utahitaji unga wa ngano nusu kilo sawa na vikombe vinne vya chai vinyojazo robo lita. Lakini vile vile utahitaji chumvi kijiko kimoja cha chai, utahitaji hamira vijiko vitatu na nusu vya chai lakini vile vile utahitaji sukari, na hapa sukari utahitaji kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Na kama una upenzi labda na sukari unaweza kuzidisha vijiko, unaweza kuweka viwili au vitatu kutokana na upenzi wako, lakini vile vile unaweza usiweke kabisa sukari, kwa yule ambaye hatumii kabisa sukari. Na utavichanganya na ukichanganya, hakikisha unavichanganya pembeni pembeni. Angalizo, utakapoweka amira hakikisha amira yako usiweke pamoja na chumvi vikakutana, uweke pembeni pembeni, na uvichanganye pembeni pembeni, ila sukari na amira havina shida kisha utatumia maji ya vuguvugu vugu, na hapo utahitaji maji ya vuguvugu vugu, ml mia tatu na themanini sawa sawa sawasawa na kikombe kimoja na nusu cha chai. Hiki ni kikombe kimoja na nusu cha chai chenye ujazo wa robo lita. kwa hiyo utahitaji kikombe kimoja na nusu sawasawa sawa na ml mia tatu na themanini, lakini angalizo lingine kwenye kiwango cha maji kinatofautiana vile vilevile kutokana na aina ya unga na kwa mfano hapo umeweza ukaona nimeweka maji yangu hayo ya mililita mia tatu na themanini nimeyaweka katika awamu mbili tofauti, ila si lazima sana, unaweza ukaamua vilevile ukaweka yote katika pale mwanzoni unapoanza kuweka maji napenda kuweka katika awamu tofauti kwa sababu unga unatofautiana katika kunyonya maji. Kuna aina ya unga ambayo haichukui maji mengi sana, lakini kuna nyingine ambayo utazidisha kiwango cha maji. Kwa hiyo kiwango vilevile nilichokupatia, unaweza ukazidisha au ukapunguza kutokana na aina ya unga. Kisha utaongeza kitunguu saumu kijiko kimoja cha chakula na bata ambayo umeiyeyusha, vijiko viwili vya chakula. Kwa hiyo utachukua bata yako kama ni Blue Band au nyingine aina yote ile utaiweka katika chombo katika sehemu yenye joto ili ipate kuyeyuka na kuchukua kitunguu saumu kijiko kimoja cha chakula. Kisha utaviweka katika donge lako na kuendelea kuvikanda na hapo utakanda mpaka uhakikishe donge lako limekuwa laini kabisa. Lengo ni kupata skonzi laini au mikate laini. Kwa hiyo unatakiwa ukande mpaka uhakikishe imekuwa laini, donge lako limekuwa laini ndio siri vile vile ya kupata mikate au skonzi laini na kama hauna bata, nyingine aina yoyote ile unaweza kutumia tu mafuta ya kawaida haya ya kupikia. Ukishaona umekuwa laini kabisa, utaufunika na kuweka sehemu yenye joto na kuacha ndani ya dakika 60 mpaka tisini. Inategemea na kiwango cha joto katika eneo lako. Baada ya dakika 60, utaona tayari umeshakusha kuvimba, kisha utatoa hewa kuanza kuchanganya na hapa, utaokanda sana, utachanganya tu kuondoa ile hewa, na kisha utamishe donge lako katika kibao. Ukiangalia donge lako bado ni laini, na wala usigafilike kuongeza unga ili liwe kavu, hapana. Lengo tunataka kupata mikate au skonzi laini kabisa za vitunguu saumu. Ni mikate mitamu sana, tafadhali tafadhali, usiache kujaribu. Ukiangalia donge lako, utaweka katika shepu ya duara ili uweze kulikata katika sehemu zinazolingana. Kisha utaanza kukata, na si lazima sana kukata kwa design ambayo nimeifanya mimi. Unaweza ukatumia kwa design yako yoyote ile ambayo umezoea, lakini lengo ni kupata maduara ambayo yatakuwa yana ukubwa wa kulingana. Kwa hiyo kwa mimi napendelea kuweka katika kibao na kuanza kukata katika dizaini hizi ambazo inakuwa rahisi sana katika kuja kuchomoa na kusukuta. Kumbuka donge lako linatakiwa liendelee kwa katika hali ya ulaini. Kwa utachukua vidonge vyako na kuanza kuvisokota kupata vidonge vidogo vidogo kama vimpira vidogo vidogo. Kwa hiyo kiwango cha skonzi utakazopata ni kutokana na kiwango cha ukataji wako ulichofanya. Si lazima sana kukata idadi ambao mimi nimekata, unaweza ukazidisha, lakini vilevile si lazima sana kukata ukubwa ambao nimekata, unaweza ukapunguza au ukauzidisha, ni kwa mapenzi yako. Kwa hiyo utakata katika vidonge vyako ambavyo unavihitaji na kuvisokota kuhakikisha umepata viduara vidogo vidogo. Tunataka kuwa na skonzi au mikate yenye maumbo yanayofanana yenye kuvutia. Kwahiyo ukiangalia kama mimi hapa nimepata vidonge kumi na mbili ila unaweza ukapata zaidi kama utataka vidogo vidogo kwa wingi zaidi au ukapata pungufu kama utataka makubwa. Kisha utapaka mafuta kiasi katika frampeni yako, ili kusaidia vidonge vyako vising'ang'anie na frampeni. Kama utakuwa na ile frampeni nzito, itakuwa ni vema zaidi, kwa sababu itasaidia mkate um, wako au skonzi zako zisishike lakini zisiungue. Kwa hiyo moto utakuwa ni wa size ya kati. Kwa hiyo frampen inapokuwa inapozidi kuwa nzito zaidi, ni vema zaidi. Kama una frampen, unaweza kutumia sufuria yako yote ya kupikia. Kama unayo nzito, itakuwa na yenyewe ni vema zaidi. Kwa hiyo kwa idadi ya vidonge unavyoviona ni kumi na mbili, lakini kwa frampen nimetumia frampen ile ya size ya kati, vitatoshea vidonge tisa pekee. Kama una frampen kubwa zaidi, inamaanisha vidonge vyako vyote 12 vitatoshea au unaweza kutumia katika sufuria. Utavifunika na kuacha viweze kupumua na kuweza kumuka. Kwa hiyo ukiangalia kama hapa baada ya muda utaona vimeshavimba. Ni muhimu sana kufunika, inasaidia kwa vidonge vyako kuendelea kuhifadhi unyevunyevu na kusababisha mikate yako kuja kuwa milaini. Haitakuwa migumu wala ngozi kuwa ngumu. Ukiwasha utawasha jiko lako la gesi na utawasha katika moto wa chini kama ulivyoona na kisha utaweka frampeni yako yenye mikate yako na kisha utafunika. Utafunika kwa sufuria au kifuniko kingine ambacho kitakuwa kina nafasi kwa katikati. Utaipika ndani ya dakika ishirini. Kwa moto wa chini, dakika kumi na tano mpaka ishirini itakuwa iko tayari kwa upande wa chini na unaweza ukageuza, lakini ndani ya dakika kumi na tano mara nyingi inakuwa iko tayari. Kisha utachukua mfuniko wako mwingine na kisha utaupaka mafuta ili kusaidia wakati unapogeuza skonzi zako au mkate wako usiweze kungangania kwenye chombo ambacho unageuzia. Kwa hiyo utageuza kwenye mfuniko wako mwingine na kisha utarudisha ule upande ambao ulikuwa juu uweze kuendelea kuiva. Ukiangalia kama hapo tayari nimesharudisha kisha utafunika na kuendelea kupika upande huu wa chini ulogeuza kwa dakika kumi mpaka kumi na tano. Mara nyingi itakuwa dakika kumi mpaka kumi na mbili inakuwa tayari lakini kama moto uliweka chini sana, utasubiri, usubiri, mpaka dakika kumi na tano. Na baada ya hapo utachukua pasli zako na kisha utaziosha vizuri na kuanza kuzikatakata. Hizi ukiziangalia ni fresh parsley Unazichuma, unaziosha. Kama hauna nyumbani, unaweza kwenda tu kununua, zinauzwa. Unaosha vizuri na kuzikatakata na kuziweka katika chombo chako kingine, kibakuli au sahani au chombo chochote ambacho kitakuwa kina, kina kina kiasi kidogo, na kisha utaongeza bata ambayo umeiyeyusha inaweza ikawa Blue Band kama unatumia Blue Band kwenye kula mikate au kingine chochote, na kisha utaongeza Um, vitungu saumu kijiko kimoja hivi. Vitungu saumu utakuwa umesha vimenya na kuvitwanga twanga, kijiko kimoja utachanganya katika mchanganyiko wako, na kama ni mpenzi wa bata au blueband kwa wingi, unaweza kuendelea kuongeza mpaka kiwango ambacho utakipendelea wewe. Kumbuka mkate wako kisha utegua, utaendelea kufunika kwanza kidogo, na kisha, ili ule unyevu uendelee, ile joto liendelee kubaki kidogo, liweze kuja kuyeyusha bata yako utakapoweka kwa juu na ukiangalia mkate wako uko tayari haujaungua sehemu yoyote ile, skonzi zako zinaonekana vizuri. Kisha utachukua mchanganyiko wako na kuanza kuupaka kwa juu. Naomba mchanganyiko huu utaupaka wakati mkate wako bado ukiwa wa moto moto. Hapa ndo nimetoa tu mkate jikoni na kuja kuuweka katika kibao, kwa hiyo maandalizi ya hivi vitu vingine vya parsley pamoja na na hiyo bata unafanya wakati bado mkate wako uko jikoni, ili mara utakapotoa tu mkate wako uweze kupaka wangali ukiwa na moto. Na hii inasaidia hii bata au blue band inakuwa inazama vizuri katika mkate lakini na hizi pasli zinakuwa zinatoa harufu yake nzuri kwa sababu zinakutana na lile joto la mkate. Angalia mkate wako uko tayari kwa ajili ya kuliwa, unavutia mkate. Ukila wa moto wako, unapendelea kula wa moto au uliopoa? Lakini ukila kwa wa moto wa aina hii unakuwa ni tam tam tam sana, harufu ya kitungusamu inasikika vizuri, na vilevile inasaidia zaidi kusikika vizuri kwa ajili tuliweka wakati bado ikiwa ya moto na ile ambayo tayari tulikana katika unga na yenyewe imeshapata joto, imetoka, imekuwa nzuri. Ukiangalia mkate wako ni mlaini, umeiva vizuri, umechambuka vizuri. Upikaji wa mkate huu ni rahisi rahisi sana, tafadhali usiache kujaribu, lakini vilevile kusubscribe katika chaneli yetu.